Mekuwa na taarifa kwamba bandari ya Tanga imekabidhiwa kwa DP World, lakini e, safari ya rais Samia kwenye nchi za falme za Kiarabu ilikuwa na malengo e, mengine kabisa. Rais Samia Suluhu Hassan e, wakati akiongea kwenye jukwaa la kimataifa kuhusu uwekezaji amesema kwamba Tanzania e, ni nchi ambayo kwa sasa hivi inakuwa kiuchumi kutokana na uwekezaji mkubwa ambao umefanyika ambao umefanywa na serikali yake, e, kwa ujenzi wa miundombinu, jambo ambalo limefanya Tanzania kuweza kukua kiuchumi. Rais amesema serikali ya Tanzania imejikita katika kujenga misingi imara inayowawezesha wawekezaji kufanya biashara kwa uhakika na kwa gharama nafuu, akitaja miundombinu ya kisasa kuwa nguzo kuu ya safari hiyo. Amesema miundombinu ame hiyo inalenga si tu kuhudumia soko la ndani bali pia kuifanya Tanzania kuwa lango muhimu la biashara kwa nchi za Afrika Mashariki na kati, jambo ambalo linaongeza mvuto wa uwekezaji wa kimataifa. Mbali na miundo mbinu, Rais Samia amesema serikali imeandaa maeneo maalum ya kiuchumi yaliyobuniwa mahsusi kwa ajili ya wawekezaji yakitoa vivutio mbalimbali ikiwemo upatikanaji wa ardhi ya uwekezaji, punguzo la kodi na huduma zote muhimu kupitia kituo cha huduma za pamoja. Rais ameongeza kuwa moja ya sababu kubwa zinazoiweka Tanzania katika nafasi nzuri ya ushindani wa kimataifa ni msimamo wa serikali wa kutimiza ahadi zake. Katika hotuba yake hiyo ambayo ameongea mbele ya eh, wawekezaji mbalimbali duniani, Rais Samia amelitaja jukwaa la wawekezaji duniani kama ishara ya mabadiliko ya kimkakati katika namna nchi zinavyoshirikiana kiuchumi likiama kutoka utegemezi wa misaada na kuelekea kukuza uwekezaji unaovutia mitaji mikubwa ya kimataifa. Mesema jukwaa hilo linawakilisha mabadiliko kutoka ushirikiano usio na mshikamano kwenda ushirikiano unaoratibiwa, kutoka miradi ya kawaida hadi miradi iliyopangwa kitaalamu, inaweza kuvutia taasisi kubwa za kifedha na kuendana na vipaumbele vya kitaifa. Sasa, sakata hili ambalo limekuwa likiendelea kwa chini chini kwamba bandari ya Tanga huenda e, akapewa DP World, pamoja na kwamba vilevile -vile, e, bandari ya Dar es Salaam nayo iko chini ya DP World. Sasa tutaendelea kufuatilia kuona e, kama kuna ukweli wa taarifa hizi eh, au zitakuwa ni tetesi tu to invite more investment in the country. Uh, first of all, we thought we have to create a conducive business environment in the country. So we had to change our policies, laws and regulations um, to make them more attractive to the investors to come in the country.